Uzima na uhai ni tofauti, kwa sababu kuna watu wapo hai lakini sio wazima, maisha yanawapiga sana. Fumbo gumu la maisha sio kifo, ni maisha, sababu kila mtu atakufa kama ilivyokusudiwa, lakini sio kila mtu ataishi kama ilivyokusudiwa. Muhammad Ali aliwahi kusema kama tu vitu kama nyumba, gari, viti, meza na vingine vingi haviwezi kujitengeneza mpaka vitengenezwe na binadamu, basi usiamini kwamba dunia hii tunayoishi imejitengeneza. Imetengenezwa na Mungu. Na kama tu kila kitu kinachotengenezwa na binadamu kinatengenezwa kwa kusudi maalum, amini kwamba kila kitu kinachoumbwa na Mwenyezi Mungu kiliumbwa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo kila binadamu aliumbwa kwa kusudi maalum ambalo ndiyo fumbo kula maisha, fumbo ambalo huwezi kulitatua kwa kufikiria tu nje ya boksi, bali unapaswa kuliondoa kabisa boksi lenyewe. Ni fumbo ambalo kulijua ni ngumu sana, ila pia ni rahisi sana, kama utajua namna ya kuwasiliana na aliyekuumba, kwa sababu yeye ndo anajua alikuumba kwa sababu gani. Na inawezekana ukazaliwa bila wazazi wako kupenda, ila huwezi kuzaliwa bila Mungu kupenda. Ukipata majibu ya fumbo na ukaishi kama ulivyokusudiwa kuishi, maisha yatakuwa burudani. Kwa sababu utaishi kwa kufanya unachokipenda, na kwa sababu hiyo hutakuwa na cha kupoteza.